Angalia hata wanyama wanapoenda ku, au, ama ndege wanapoenda kujenga viota vyao ama kutengeneza makazi yao wanakimbilia katika miti ya asili. Mimea asili inayojulikana pia kama mimea ya kienyeji au miche ya jadi ni ile inayoota na kustawi katika eneo fulani kiasili bila kuletwa kutoka nje. Mimea hii inajumuisha miti, vichaka, majani na mboga za asili ambazo zimekuwa sehemu muhimu ya maisha, utamaduni pamoja na mfumo wa ikolojia kwa maelfu ya miaka hadi sasa. Je, kutokana na hali ya utandawazi ulimwenguni, mimea hii ya asili bado ina umuhimu katika jamii zetu? Moja ya faida kubwa ya kwanza ni dawa. Mimea mingi ya asili ni dawa, lakini bado mimea ya asili tunaitumia kwenye ujenzi, mbao na matumizi ya kawaida ya binadamu lakini mimea ya asili ndio inayotutunzia sasa na kutuhifadhia uoto wa asili. Hii ni pamoja na kufanya, kufanya mvua hewa kuwa katika mfumo ulionyooka. Kwa tunapoiondoa manake, tunaharibu kila kitu. Baadhi ya miti mikubwa ilitumika kama kutunza kwa kutunza nguvu za asili na kutunza mizimu, pia kufanyia matambiko, ibada mbalimbali mbali za kimila. Uh, unaona faida hiyo. Sisi jamii yenyewe kutambua umuhimu wa mimea hii na kuitunza na hata kuipanda, ingawa inawezekana isiwe rahisi sana kupatikana mbegu zake, lakini tunaweza tukaona umuhimu wake mkubwa. Mbali na faida za kiafya na kimazingira, mimea asili ina mchango mkubwa katika uchumi. Baadhi ya jamii zinategemea biashara ya mimea na mazao ya misitu kwa ajili ya maisha yao. E, mimi kazi zangu ni kujishughulisha tu na ujasiriamali. Tumekulia tumekuta wazazi wanasuka, na sisi tumelisi nasuka mikeka, vikapu. Mimea ya asili ina faida kwa sababu tunaitumia ukwaju, ubuyu. Kwa hiyo faida yake tunapata, tunatumia katika maisha. Hii milala wao tunatumia kwenye, tunasuka vikapu, mikeka. Mi natoa wito kwamba tusiendelee kukata, kwa sababu hatutopata vitu vya kiasili, kwa mfano miko vinu. Mimea asili si tu sehemu ya mazingira, ni urithi wetu wa asili na kiungo muhimu cha maisha yetu. Ni jukumu letu sote kuhakikisha hazina hii inabaki salama kwa kulinda na kuhifadhi mazingira. Deus Liganga, Azam News, Singida. <mulia>